Hero mwanamichezo karibu katika channel yetu ya Michezo Live. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare na marafiki ili waweze kupata habari zinazohusu michezo. Baada ya makipa wawili wa Simba, Musa Kamara na Yakub Suleiman kuumia huku wakitarajiwa kurudi uwanjani Februari 2026, kipa aliyebaki Hussein Abel ametoa kauli ya upambanaji. Abel ambaye hajapata nafasi ya kucheza msimu huu mechi yoyote ya mashindano ndani ya Simba ndiye amebaki kuwa tegemeo, akitarajiwa kukaa langoni katika mashindano ya Kombe la Mapinduzi 2026. Akizungumza na Michezo Live, Abel amesema kutokana na kukaa kwake nje muda mrefu, huku akiwa amepita katika mikono ya walimu wengi, anaamini nafasi anayokwenda kuipata, kuna kitu cha tofauti atakionyesha. Wanasimba wategemee mengi mazuri kutoka kwangu kwa sababu nimejiandaa kwa muda mrefu, nimepita katika mikono ya walimu wengi, nina imani nafasi hii ninayokwenda kuipata, wataona kitu cha tofauti zaidi kutoka kwangu. Sisi kama wachezaji, anapokuja mwalimu mpya, huwa tunampokea na tunapokea kile ambacho anakuja nacho, tunafuata maelekezo yake. Naamini kila mchezaji yupo tayari kuonyesha kitu chake. Amesema Abel. Kuumia kwa Kamara na Yakub kunaifanya Simba kubaki na Abel peke yake eneo la golini, hali iliyoilazimu timu hiyo katika kombe la Mapinduzi 2026 inayofanyika Zanzibar kuambatana na makipa wengine wawili kutoka timu yao ya vijana. Yakub aliumia akiwa kambini katika mazoezi ya timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kabla ya... Asante kwa kutufuatilia mpaka mwisho, Usisahau kusubscribe na kuacha maoni yako, ikiwa umependa chaneli hii, acha maoni yako hapo, share na like.